Bwana Yesu asifiwe, amina. Ndugu zangu wapendwa, tufunike macho tuombe kwa ajili ya somo letu hili la leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uli hai, tuna kila sababu ya kusema asante Bwana kwa ajili ya ulinzi wako na uwepo wako jioni ya leo. Tupe masikio ya kusikia neno lako siku ya leo, ukatufundishe sawasawa na mapenzi yako Asante kwa sababu ya msikilizaji wangu utakwenda kumtia nguvu na kumpa moyo na kujua maneno yake ambayo Mungu unahitaji ajifunze siku ya leo na akayatendee kazi katika maisha yake. Ni katika jina lipitalo majina yote, tukiomba na kushukuru, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe amen. Somo letu linasema Mungu anamwangalia mtoa sadaka, haangalii sadaka. Somo letu linasema Mungu anamwangalia mtoa sadaka haangalii sadaka. Tunaipata katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya ishirini na mbili mstari ule wa sita hadi wa kumi na nne Mwanzo sura ya ishirini na mbili mstari wa sita hadi wa kumi na nne Msomaji wangu unaweza kutusomea. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya ishirini na mbili mstari wa 16 mstari wa sita mpaka kumi na nne ninasoma katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai Amen. Basi Ibrahimu akazi, Ibrahimu, akazitua kuni, akazitua kuni na akatoa kuni za hiyo sadaka. Kuni za sadaka. Narudia. Ndiyo. Basi Ibrahimu akazitoa kuni za hiyo sadaka, sadaka akamtwika Isaka mwanawe, mwanawe. Akatoa moto, moto na kisu mkononi mwake, mkononi mwake. Wakaenda, wote wakaenda wote wawili pamoja. Aya saba. Atisaba. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake yake, akinena, baba yangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema. Akasema. Tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yu wapi mwanakondoo kwa, mwanakondo kwa sadaka ya kuteketezwa. Saliwa nane ndio, Ibrahimu akasema Mungu atajipatia mwana, mwana kondoo kwa ajili kwa hiyo sadaka. Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka, atajipatia kondoo kwa mwanangu. Mwanangu, basi wakaendelea wote wawili pamoja, wakafika wakafika mahali pale.